Habari, karibu Hendry Tech, sehemu ambayo unaweza kujifunza teknolojia kwa lugha rahisi sana. Uko nami Jackson Patrick, na siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu pivot tables ndani ya Excel, na hizi zinaweza kutusaidia sisi kuanalyze data nyingi sana kama hivi na kuziweka well organized, na vyote hivyo tutotumia formula hata moja, na tule tukaanze. Okay, hapa nipo kwenye worksheet yangu na nimekusanya data mbalimbali mbali kwa kipindi cha mwaka mzima ili kusudi kuweza kuielewa pivot table inavyofanya kazi. Tutaenda kufanya mfano wa kampuni linaloitwa Hendry Tech Widget Company na kampuni hilo linauza bidhaa nne, kuna widget A, widget B, kuna gadget C na gizmo D na wapo wafanyakazi ambao wanatusambazia hizo bidhaa katika pande nne kanda nne za Tanzania ambao kuna kaskazini kusini mashariki na magharibi ukiangalia data zangu hapa zina kolam zipo moja mbili tatu nne tano sita saba na hizi kolam ya kwanza kuna date kuna region pia hapa ambazo ndio hizo kanda kuna product tulizoziuza kuna wale wauzaji ambao ndio sell rep kuna unit ambazo tumeziuza kuna unit price hapa na revenue pia mwishoni na ili kwanza, unaweza kubonyeza hapo moja kwamoja ukaenda Insert, pivot table hapa lakini ni lakii utengeeze tebo akwada k takuetea prompt hapa. Na ikishakuletea hii prompt hapa, kuna sehemu imeandikwa new worksheet au kuna existing, unaweza ukaitengeneza pa pivot table yako kwa existing worksheet au ukaitengeneza kwa new worksheet. Sasa tunaenda kuitengeneza kwa new worksheet ili iwe more distinctive. Kwa hiyo labda, okay, itatengeneza kama hivi. Kwa nini nimetengeneza kwanza table kabla ya kutengeneza pivot table yenyewe? Ukitengeneza table ya kwanza kirahisi hapa, itakuwa kirahisi hata ukiongeza. Moja kwa moja kulia, kuna vitu huku, hii sehemu hapa ambayo sasa itakuwa ni controller ya pivot table yetu lakini hii sehemu ya kushoto hapa ndipo pivot tables zitakapoenda kutengenezwa. Okay, na ili kutengeneza pivot table sio vigumu, ni kitendo cha ku left click na ku drag na ku drop. Okay, tutaenda kufanya mifano kama minne katika kuitumia pivot table ili kusudi uielewe zaidi. Mfano wa kwanza tutaenda kuangalia mapato kwa kila kanda. Tumesema kanda tunazo nne. Tuenda kuangalia mapato kwa kila kanda. Ukiangalia is data zipo rows karibia elfu moja hapa mona, na ni vigumu kuangalia kanda gani umeuza sana na kanda gani haijauza sana. Kwa kwenye e, pivot table hapa, utaenda kwenye sehemu ya region, uta left click, uta drag kwa mouse yako, utaenda kwenye uta drop kwenye rows, lakini pia unaweza kaamua labda u drop kwenye columns, ni katika unavyopendelea oh, utabonyeza hapo uta drop kwenye rows; itaonekana kama hivyo. Na pia hapo utaenda kwenye revenue uta left click na ku drag na ku drop kwenye values. Na ukibonyeza hivyo itakuletea kila kanda hapa, east, north, south, west na mapato ambayo umeingiza katika respective katika hizo kanda. Ukibonyeza hapa juu, hapa kwenye sehemu ya sum of revenue, right click, unafunguka hii prompt hapa; unaweza kuamua ku summarize hizi data sasa hivi zipo katika sum, naweza ukaziweka katika account, katika average, katika maximum, minimum, na vinginevyo, lakini pia ukaweza hapa show value as. Sasa hivi tukaweza labda kwenye percent of grand total ikakuletea percent. Umeona katika percent, katika 100% kila sehemu ime contribute kiasi gani, na kama unavyoona hapa kanda ya kaskazini ndio tumeuza sana bidhaa zetu kuliko kanda zote. Umeona inakuwa hivyo, na ukitaka kuondoa hiyo, hiyo, e, calculation utakuja hapo kwenye shows values as no calculation hapo na itakurudishia data zako kama zilivyo. Mfano wa pili, tutaenda kuangalia mapato kwa kila bidhaa tulizoziuza, kwa hiyo utadrag na kudrop kuondoa hiyo, na utadrag na kudrop. Baada ya hapo utaenda hapo, utaenda kuchukua kwenye product hapo, uta left click, utaenda kudrop hapo kwenye rows na pia utaenda kwenye revenue, utaenda ku refresh, utaenda ku drop kwenye values hapo, na kama unavyoona bidhaa zetu zile nne ziko hapa zimeanaliziwa hapo na pia kiasi kilichopata kwa kila bidhaa kiko hapo, na clearly, get b ndio imetuletea kiasi kikubwa cha mapato kuliko bidhaa zingine zote, na pia ukitaka kudistinguish kutokana na, na kwa kutumia percentage, uta right click click utaenda kwenye show value as grand total, itakuletea hivyo, na ukiangalia imetuletea asilimia ishirini na nane, kubwa kuliko bidhaa zingine zote. Na ukitaka kuirudisha kama mwanzo, uta right click utaenda uta kuondoa calculation. Mstari uliotokea hapa, hapa ukiubonyeza unaweza kuamua E, format data zako kama hapa ziko nne, unaweza kaamua ukaleta mbili tu uangalie zipo, na toto yake ya hizo mbili ni hii hapa, na pia imezileta hapo, imezifilter, ikazileta mbili tu. Unaweza ka clear hapo, zikarudi ziko nne. Hii filter hapa unaweza kaitumia pia sehemu ya hapa, kwa sababu kama hapo tumeziweka hizo bidhaa, tunaweza kuchukua pia hapa date tukaiweka kwenye filter hapo. Sasa hivi ipo kwenye all lakini ukibonyeza hapa, labda ulikuwa unataka e, ujue tu siku kadhaa hapo mwanzo. Kwa mfano kama tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu uliuza kiasi gani? Ukibonyeza okay, itakuletea zile bidhaa nne unazoziuza katika zile siku tatu za mwanzo tu na kiasi cha jumla ni hicho hapo. Sasa tunaenda kubonyeza hapo, tutaclear format umeona, na tabonyeza okay, na ne iuzaaiesikutatu na itatuletea jumla. Na tutaziondoa hizi hapa tuende katika mfano mwingine. Mfano wa tatu tutaendelea kuangalia wale top 3 eh wafanyakazi waliouza sana katika kipindi cha mwaka mzima katika kampuni letu. Sasa ili kufanya hivyo, tu kwanza tutaenda hapa kwenye ile column ya wafanyakazi. Ukiangalia hizi zilizoko hum ni columns ambazo tunazo. Kama hapo ukiangalia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ya tano ya sita ya saba, na kule kwenye hii worksheet ambayo ina data, ukiangalia tuna column saba kama zinavyoonekana. Ukibonyeza hapo sasa, baada ya kufungua hii, tutaenda kuangalia sasa ile sehemu ya sales rep ambayo ndo column ya wafanyakazi, tutaileta hapo kwenye rows. Kama unavyoziona tuna wafanyakazi hawa hapo, na tutaenda hapa, tutaenda kuchukua kwenye revenue, tutaiweka kwenye values na itatuletea hapa wafanyakazi na kila kiasi walichokiuza katika hicho kipindi cha mwaka mzima. Bidhaa zilizouzwa zimeuzwa kwa wafanyakazi gani, tutaona Uta 3, sure kwamba hapa ipo okay, itakuletea wale wafanyakazi watatu top 3 ambao wameuza zaidi katika kipindi cha mwaka mzima. Na hivi sasa, ndo makampuni ambayo wago, makampuni mengi wanatumia Excel kama hivi kwenda kuangalia wale wafanyakazi wao ambao ni bora, umeona, katika uuzaji labda katika kufanya mambo mbalimbali katika kampuni lao. Na hivi ndivyo wanatumia hizi data, labda kuwapa e, eh, kuwapa promotion au kuwapa zawadi na kuwapa vitu mbalimbali, umeona mbali. Sasa tukitaka kuzitoa, unaweza kubonyeza hapo ukaenda kubonyeza hapa ku clear format, na ikakurudishia wale wafanyakazi wako wote ambao wameuza. Mfano wa nne wa mwisho tutakwenda kutumia ni kwenda kuangalia mauzo kwa kila mwezi na kuangalia pia mauzo kwa kila e, kota ya mwaka umeona, kwa sababu kama tuna kota nne za mwaka vipindi vinne vya mwaka, tutaenda kuangalia kila kipindi. Na ili kufanya hivyo, utaenda kuchukua hapa date, utaenda kwenye rows hapo, na utaenda kuchukua hapa revenues, utaenda kuzileta kwenye values kama unavyoziona, na hapa imetuletea miezi yote ambayo ipo katika mwaka na kiasi ambacho tumekipata katika kila mwezi. Na ukibonyeza hii sehemu ya plus hapa, itakufungulia zile siku zote ulizoziuza chini ya huo mwezi, na pia ukibonyeza pia hii siku hapa, itakuletea mara ngapi uliuza katika siku hiyo hiyo moja ya huo mwezi. Sasa hapo imetuletea kwa miezi tumeuza kiasi gani kwa kila mwezi. Unaweza bonyeza hapa uka right click huu mwezi na baada ku-right ya kuright click utaenda kwenye sehemu ya kugroup, na ukishabweza kwenye group hapo, utaondoa hii days. Unaweza kubakiza months au ukabweza quarters and months. Ukibweza hapo okay, itakuletea quarter ya kwanza ambayo ni January, February, March tuliuza kiasi hichi. Quarter ya pili April, May, June tuliuza kiasi hichi. Julai, August, September hichi. Oktoba, November, Desemba tukauza hichi quotas ambazo uliuza pia katika kipindi cha mwaka mzima, okay. Baada ya kumaliza saa hapo, nitaenda kuwapa bonus trick ambayo ni vizuri kuitumia na inaonesha iko clear zaidi katika kuonesha data katika pivot tables. Sasa hii tunaenda kuitumiaje? Hapa tutaacha zile sum of revenue kawaida hapo kwenye values, tutaenda kutumia product kama kawaida hapo na baada ya kuzitengeneza hivyo tutaenda hapa juu kwenye ku-insert, na baada ya kubonyeza insert, tunaenda kubonyeza hapa pivot chart na itafunguka hii prompt hapa ambayo inakuonyeshia eh, chart mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. Sisi tunaenda kutumia hii ya kwanza ambayo ni eh, bar chart, tutabonyeza okay ili kuifungua na itaonekana kama hivi, itafunguka kama hivi. Wacha tuikuze tuione vizuri. Hii bar chart yetu imetuonesha hizi bidhaa nne ambazo tunaziuza na kiasi ambacho tumekipata kwa kila bidhaa. Sasa kabla haujaenda sehemu nyingine yoyote, ukiwa ndani ya hii chat analyzer, kuna sehemu hapo imeandikwa insert slicer. Ukibonyeza hapo itafunguka hii prompt hapa, itakuuliza unataka ku slice nini. Tutaona maana yake maana ya ku slice nini mbeleni. Utaenda kubonyeza kwa mfano hapo, utaenda kutumia region, utabonyeza okay. Hapa mwezo ipeleka. Sasa, nini maana ya hii data zilizoonyeshwa katika hii chat hapa zimeonyeshwa katika sehemu zote na kanda zote nne za Tanzania au za sehemu yoyote ambayo unauzia hata kama ni mkoa au sehemu nyingine. Lakini sasa tukibonyeza kwa mfano kwenye east hapa, kanda ya mashariki tukibonyeza hapa, itatuletea tu ile jumla na itatuletea zile data ni tumeuza kwa mfano kama e a tumeuzaje katika kanda ya c na ni bihaa gani ambayo imeshika im, imelid ime katika kanda fulani. Mfano kama hapo kwenye kanda ya east bidhaa iliyo lead ni with get b, lakini kwenye north iliyo ni gizmo d, na kwenye south iliyo ni gadget c, na mwisho kwenye west iliyo lead pia ni with get b. Kwa hiyo kwa namna hii unaweza kaelewa zaidi ni kipi kilicho lead na kipi ambacho kimeshika mkia katika maeneo tofauti tofauti ambayo unayauzia. Lakini pia tukibonyeza hapo, ukibonyeza ndani ya hii table hapa ikuja ikaja hii prompt huko ambao tunaitumia kama command ya, ya, ya kuzitengeneza hizi pivot chart na table, ukiondoa hii product hapa, unaweza kaenda ukaweka labda sales leg ambao ni wauzaji wako ukaweka hapo na hii sasa table baada hii chart baadae ya kutuonesha bidhaa imeanza kutuonesha sasa wale wafanyakazi ambao ambao wameuza, na ukiangalia kabisa hapa clearly, huyu di, Diana ameuza zaidi kwenye west eh, e, kwenye south aliyeuza zaidi ni Diana. Kwenye north aliyeuza zaidi ni Hanan, na hapa kwenye east aliyeuza zaidi ni Diana pia, na ukiweza each sehemu ya hapa ya X, hapo, tab, ukishaibwenyeza itakuletea jumla kwamba kwenye maeneo yote kwa ujumla nani ameuza zaidi, na nani ame zaidi. Na hapa, ni huyu Diana ambaye ameuza zaidi hivi sasa. Ndio njia rahisi ya kutoa hii bunch of data nyingi kweli huku zine karibia elfu moja au zaidi elfu mbili na zaidi na kuileta kuwa nyepesi nye zaidi kuitendea kui kazi ukitumia Pivot tables. Na hiyo ndio njia rahisi ya kutumia pivot tables ndani ya Excel. Kama umepata kitu kipya, unaweza kulike ukasubscribe, pia na kushare video, na tutakutana wakati mwingine kwa video zingine nzuri zaidi kama hizi. Until next time, asante.